Naam wali gani, mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ibra eh, kwa mara ya kwanza ameweza kushuka chini na kuweza kumpa heshima eh, zote Harmonize. Kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Ibra eh, kabla ajinga katika tasnia ya Bongo Flavor au kuanza kufanya mziki au kufahamika kokote, aliyemvuta mkono au kumshika mkono mpaka wa Tanzania wakafahamu ni Harmonize. Sasa kupitia ukurasa wake aa wa Instagram eh, Ibra alitoa shukrani zake kwa kaka yake eh, Harmonize kupitia Instagram. Aliandika maneno yafuatayo, aliandika shukrani sana, kaka Konde, bila wewe singekuwa rahisi

Maana yake eh, kuna gang ambayo uh, ame, uh, ambayo yuko nayo Ibra, kwa maana ya kwamba sasa hivi Bilnas anafanya show eh, kila chuo, yani ile chaka to chaka kama wasanii wengine wanazofanya. Sasa ni chuo uh, kwa chuo kwa, anatoka kampasi hii na na kampasi hili, au si anatoka college hii na college nyingine. Kwa hiyo tunaona kuna vio vingi amefanya show, lakini show kubwa ilikuwa kule Arusha. Eh, nakumbuka vizuri Ninga alifanya vizuri sana, alifanya balaa zito eh, na sasa hivi tunaona Chinga naye pia ameungana na Bernas na eh, nasema kwamba kama vipi, inabidi eh, aweze kumpigia simu ili eh, watu waweze ku, eh, eh, kupata ladha tofauti tofauti, lakini pia Ibra alimshukuru eh, Harmonize kwa sababu bila yeye haisingekuwa rahisi eh, maana yake ni kwamba eh, unajua bila kushikwa mkono kwenye mziki eh, kama anavyosema Ibra mambo yanakuwa magumu sana kwa sababu uh, kwa namna moja ama nyingine mziki una vitu vingi. Mziki unahitaji eh, unahitaji uvumilivu, unahitaji uwekezaji, unahitaji eh, kushukwa mkono, kuwa promoted au uh, sio producer, inabidi wafanye vitu vikubwa eh, lakini pia kwa mwamvuli Konde Music Worldwide eh, wameweza kumpaisha Ibraah. Huyu unayemuona leo eh, ni kutokana na nguvu iliyo nyuma yake ambapo tunaona Harmonize bila kumshika mkono wa Ibra, pengine watu singemfahamu. Kwa hiyo tunaona ni kipaji ambacho kwa kweli sasa hivi kinajitegemea, na sasa hivi anafanya show eh, bila shida yoyote, na baada ya kumalizana na Konde, yeye kupitia ukurasa wake Instagram ameamua eh, kumnyoshia mikono na kuweza ku, eh, kumwomba eh, baraka na kuna mmoja ama nyingine tunaona e, pia ameweza kumpa E, moja ya show afanye lakini pia inaonekana bado atazidi kufanya show nyingi zaidi. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.